Natambua kulikuwa na tetesi ambazo zinaendelea katika mitandao ya kijamii kidai nyota wa klabu ya Simba Elie Mpanzu ambaye anang'aa kinoma kwa sasa, kwamba huenda msimu ujao 2025 2026, msimu wa ligi kuu ya Tanzania bara tusiweze kumshuhudia tena katika viunga vya Simba Sports Klabu, kwa sababu kuna timu ambazo tayari zinakaribia kuinasa saini yake. Moja ya timu ambayo ilikuwa ikitajwa pia ni Young African Sports Club ikitajwa kwamba huenda ikawa imewin sign ya mchezaji huyo Elie Mpanzu. Sasa mjumbe wa bodi wa klabu ya Simba Salim Tryagen amewatoa hofu mashabiki wa klabu ya Simba kwa kusema kwamba Elie Mpanzu ni mali halali ya Simba na alisaini mkataba wa miaka miwili wa kuitumikia Simba Sports Club. Namnukuu maneno yake hapa, Salim Try Again anasema na Elie Mpanzu, sisi tumemsajili kwa miaka miwili, tena siyo miaka miwili tu, ni miaka miwili na nusu. Lakini pia watu wajue, sisi hatujamsajili Elie Mpanzu kutoka AS Vita Club, sisi tumemsajili kutoka kwenye timu yake inayomiliki, tena haicheze ligi kuu, na hisi nacheza ligi daraja la kwanza ma la pili huko Kongo. Mpanzu ni mchezaji wetu halali, hivyo anayemtaka aje mezani aweke pesa kama anazo. Hayo ni maneno kutoka kwa Salimu Abdalla Muhene aka Salimu try again, mjumbe wa bodi ya Simba Sports Club. Mjumbe kashasema yake, mjumbe kashathibitisha kwamba Elie Mpanzu ataendelea kusalia Simba Sports Club mpaka mkataba wake wa miaka miwili na nusu utakapotamatika. So mashabiki wa Simba wanaomba kupuuza maneno ambayo wanayasikia mtaani kwamba Elie Mpanzu huenda mwishoni mwa msimu huu akaaga katika klabu ya Simba. Eh bwana, ni upi mtazamo wako juu ya taarifa hii? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni super trove ya Dino Television. Endelea kutofollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Natambua kulikuwa na tetesi ambazo zinaendelea katika mitandao ya kijamii kidai nyota wa klabu ya Simba Elie Mpanzu ambaye anang'aa kinoma kwa sasa, kwamba huenda msimu ujao elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita msimu wa ligi kuu ya Tanzania bara tusiweze kumshuhudia tena katika viunga vya Simba Sports Club kwa sababu kuna timu ambazo tayari zinakaribia kuinasa saini yake. Moja ya timu ambayo ilikuwa ikitajwa pia ni Young Africans Sports Club, ikitajwa kwamba huenda ikawa imewin saini ya mchezaji huyo Elie Mpanzu. Sasa mjumbe wa bodi wa klabu ya Simba Salim Try Again amewatoa hofu mashabiki wa klabu ya Simba kwa kusema kwamba Elie Mpanzu ni mali halali ya Simba na alisaini mkataba wa miaka miwili wa kuitumikia Simba Sports Club. Na mnukuu maneno yake hapa, Salim Try Again anasema, na Elie Mpanzu, sisi tumemsajili kwa miaka miwili, tena siyo miaka miwili tu, ni miaka miwili na nusu lakini pia watu wajue sisi hatujamsajili Elie Mpanzu kutoka AS Vita Club. Sisi tumemsajili kutoka kwenye timu yake inayomiliki, tena haicheze ligi kuu na hisi nacheza ligi daraja la kwanza ma la pili huko Kongo. Mpanzu ni mchezaji wetu halali, hivyo anayemtaka aje mezani aweke pesa kama anazo. Hayo ni maneno kutoka kwa Salimu Abdala Muhene aka Salimu, try again. Mjumbe wa bodi ya Simba Sports Club. Mjumbe akashasema yake, mjumbe akashathibitisha kwamba Elie Mpanzu ataendelea kusalia Simba Sports Club mpaka mkataba wake wa miaka miwili na nusu utakapotamatika. So, mashabiki wa Simba wanaomba kupuuza maneno ambayo wanayasikia mtaani kwamba Elie Mpanzu huenda mwishoni mwa msimu huu akaaga katika klabu ya Simba. Eh, bwana ni upi mtazamo wako juu ya taarifa hii? Drop your comment hapo kwenye comment, hapa ni super trove ya Dino Television. Televison endelea kutofolo kwa taarifa nyingi zaidi za sa kimichezo.